Mahakama ya rufani iliyoketi Iringa imebariki adhabu ya kunyongwa hadi kufa aliyokuwa amehukumiwa Marko Kivamba baada ya kumkuta na hatia ya kumuua baba yake mzazi Matei Kivamba na mama yake wa kambo Rosarina Nyingo. Tukio hilo lilitokea Machi moja mwaka elfu mbili kumi na saba katika kijiji cha Igomtwa wilayani Mufindi mkoani Iringa. Miongoni mwa ushahidi uliomtia hatiani ni pamoja na kukiri kumuua baba yake na mama yake wa kambo kwa kuwakata na panga kutokana na mgogoro wa ardhi kwa madai kuwa baba yake alimzuia kulima shamba lake kutokana na ushauri mbaya aliyotoa mama yake wa kambo. Hukumu hiyo imetolewa Machi 13 mwaka 2025 na jopo la majaji watatu ambao ni Rehema Kerefu, Leila Mgonya na Lameki Mlacha na nakala ya hukumu hiyo kumewekwa kwenye mtandao wa mahakama. Rufaa hiyo namba kumi na nane ya mwaka 2022 inatokana na hukumu iliyotolewa na Mahakama Kuu ya Iringa Novemba 29 mwaka 2021. Jaji Kerefu amesema baada ya kutafakari kwa makini sababu za kukata rufaa, mawasilisho yaliyotolewa na mawakili wa pande zote mbili na kuchunguza rekodi ya rufaa hiyo mbele yao, wanaona upande wa mashtaka ulithibitisha kesi yake bila kuacha shaka yoyote. Amesema kwa kuwa hiyo ni rufaa ya kwanza, wanawajibu wa kutathmini upya ushahidi uliotolewa kwenye kumbukumbu kwa kumbu kusoma pamoja na kukusanyia ufunguzi wa kina ili kufikia hitimisho. Jaji Kerefu amesema katika rufaa hiyo hakuna shaka kuwa kesi ya upande wa mashtaka iliegemea zaidi ushahidi wa kimazingira, kwani hakukutwa na mtu aliyeshuhudia mrufani akitenda kosa hilo amesema kuwa ushahidi uliopo kwenye kumbukumbu unaonyesha jaji alimtia hatiani mrufani kwa sababu ya maungamo aliyotoa mbele ya shahidi wa mkuu tano na sita, aina ya silaha iliyotumika, kiasi cha nguvu alichotumia kwa dhuru marehemu, pamoja na mwenendo wake baada ya tukio. Nyingine ni maungamo yake mwenyewe, ambapo alisimulia kwa uwazi jinsi alivyowaua wazazi wake hao wanao wanaona inafaa kutoa tena sehemu husika katika taarifa yake ya ziada ya mahakama inayopatikana katika ukurasa wa mia thelathini na tano wa rekodi ya rufaa, anasema na nukuu: Niliondoka kwenda nyumbani kwa mama mzazi, ilikuwa saa tano usiku. Nikakaa kwenye nyumba nyingine nikachukua tochi. Nilimaliza kulala na kunywa ulanzi kidogo, nikabadilisha mavazi, nikachukua panga na kisu, nikaondoka bila kuaga. Nilifika kwa mama mdogo Rozali... Rosarina, nikaingia na kukuta mrango haujafungwa, walikuwa wanaota moto, imesema sehemu ya ungamo hilo Niliingia bila kuwasha tochi, nikaingia na kuona mtu akiwa amelala. Nikaingia chumbani na kuwasha tochi na kumulika na kumwona baba akiwa amelala nilizani. Nilianza kumkatakata shingoni na kichwani. Nilipotoka nikasikia mtu anapiga kelele, nikamfuata na kumpiga panga la kichwa usoni, huku akilamika kuwa nime ni wasamehe ndipo nikawaambia wewe ndiye uliyesababisha yote haya. Nilipohakikisha nimemaliza, nilioishia panga na kurudisha kwa baba na kumuona naye tayari, nikaona katoto kadogo kamezubaa, ndipo nikaondoka zangu kwenda kutoa taarifa kwa mama yangu kuwa nimewaua wote wawili, yaani baba na mdogo. Nilimweleza afungue mlango, ndipo nikiwa kijiji kingine nikaja kukamatwa Ugesa na ilikuwa usiku, imeongeza taarifa hiyo. Jaji Kerefu amesema masuala yote hayo yatoa ushahidi mwingine wa ushirika wa mrufani katika kutenda kosa hilo huku akinukuu kesi mbalimbali mbali, na kueleza ni maoni yao kuwa yaliyomo katika maelezo ya mrufani ni ushahidi bora zaidi unaeleza juu ya kile kilichotokea katika usiku wa tukio. Amesema katika hali hiyo wameridhika, jaji wa Mahakama Kuu alizingatia vya ja kutosha utetezi wa mrufani hivyo kutupilia mbali sababu hiyo ya rufaa. Ja Jiji Kerefu amesema kwa kuangalia jumla ushahidi huo hawana shaka kwamba kesi ya upande wa mashtaka dhidi ya mrufani ilithibitisha bila kuacha shaka yoyote, hivyo kutupilia mbali rufaa hiyo kwa kukosa mashiko. Katika kesi ya msingi upande wa mashtaka ulikuwa na mashahidi saba na vielezo vingine vinne vikiwemo vya maelezo ya ungamo ya mrufani. Ilielezwa kuwa siku ya tukio kati ya saa tano hadi saa nane usiku Matei akiwa na mke wake mdogo Rosalina walikuwa wamelala kwenye nyumba yao, ghafla kukasikika kelele zikipigwa na Rosalina akiomba msaada na kusema, Marko Kivamba unaniua. Watoto wa mke mdogo huyo waliokuwa nyumba ya jirani walikuwa nje kwenda nyumbani kwa wazazi wao, ambapo walikuta baba yao amekatwa na kitu chenye ncha kali na kwenda kutoa taarifa kwa balozi wa nyumba kumi za wadi Nyigo wa kwanza. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi ya tukio hili.